Aha. Wewe waweza niona mimi mtu mzima sana. Asa nikwambie kitu tu. Maji ambayo huwezi kuyakoga, huwezi ukajua kina chake kikoje. Mimi ni naonekana mzee kwa nje lakini kwa ndani huwezi ukajua kama mimi ni mzee <laughs> au ni au ni kijana bado. Kwa hiyo wewe ukitaka kujua vitu vingi kuhusiana na mimi, wewe unikubalie tu uone nitakavyobadilisha maisha yako lakini kidogo hii iwe siri. Manake mama yako ni mama mwenye nyumba. Si unajua tena mama mwenye nyumba ana vipengele vingi, asije mimi akanitimua aka mndani. Tufanye siri, we unikubalie mimi, nitakuwa nafunisha kitu, kila kitu, yani kupika vyakula vizuri, wali nazi, eh? Wali watende, ukitaka hata nikufundishe kupika eh, pilau njegele. Yani wewe ukitaka chochote, mimi nakupikia tu. Unaonaje? Kwanza ukiwa na, na mtu kama mimi injinia, haupati stress yoyote. Okay sawa, lakini nipe muda kidogo nifikirie hili swala, maana yake siwezi nikakurupuka tu nikafanya maamuzi, sijakujua vizuri. Kwa hiyo nipe muda kidogo nifikirie, na inabidi niwe makini sana ili mamangu asijakujua chochote kinachoendelea kati yangu mimi na wewe. Ah, sawa, mi niko tayari kusubiria, najua kama wewe kwangu kana kwenda pole pole, kaje pole, kaje oh, kwa hiyo ah, usi usi nicheleweshe sana binti, unajua mimi hapa nitakuwa makini sana kwenye hili swala, ili mama yako asije kajua chochote kama mimi niko na wewe na nitakuzingatia. I promise you utakuwa nakula vizuri, nitakutekea kama binti yangu ambaye, uh, ninayempenda kwa zati. Kwa hiyo wacha nikuache ukae utafakari, tutaonana next time, wacha mimi niende. ah, shoga yangu, leo niko na bali pambe kweli, yani hata kukaa hapa, no, tunapoteza muda, bora tuondoke saa hivi. Ehe, <tuhi> niambie shoga yangu. Maana wewe kwa mipasho mimi sikuwezi shoga. Taarifa gani tena hiyo? Ah, acha na mambo ya umbea shoga yangu. Sio kila siku ni umbea tu. Tunaongea maendeleo sasa hivi. Yaani na ninapokuambia hivi, shimo limetema leo. Yaani mimi leo naakuwa bosi wako. Niambie unachotaka kutumia leo kama ni kinywaji ni nini? Mimi leo nakugaramia shoga yangu. Ah, asa Mama Maria, pesa umepata wapi rafiki yangu? Mbona mimi uniambiaje na mimi twende wote? Umepata wapi hiyo pesa jamani? Eh? au kuna michezo alama ambao umefanya jamani? Mimi nakujua toka afariki marehemu mume wako, umekuwa hauwezi kupata pesa. Umepataje rafiki, kupata pesa kirahisi? Pesa umepataje rafiki yangu, wewe niambie basi. Wala sivyo hivyo unavyozani mwenzako. Yani, mimi nikwambie, ah, si unafahamu ile nyumba ya, ya marehemu mume wangu ambao alikuwa ameiacha ile, tulikuwa tumetengeza nyumba ambao ilikuwa ni kubwa kabisa. Sasa ile nyumba Hey, kwe tumekaa muda mrefu, nilikuwa natafuta mpangaji ambaye anaweza kachukua nyumba nzima. Maana kitakuwa napata wapangaji ambao walikuwa napanga, uh, mtu anapanga labda chumba peke yake, sebule hataki mwingine, an, an, an, anapanga an, sebuleni, yani hawezi kuchukua nyumba nzima. Hasa nikapata kikaka mmoja jamani, ametokea mkaka mmoja huyo, uh, mkaka ameamua kuchukua nyumba nzima. Yani mwenza kunavyo kuambia hivi, yani hapo na furaha, yani amenigezia pesa yote, afu mkaka mwenyewe yuko handsome kweli Mkaka mwenyewe yule anafanya kazi ya engineer mwenzako, yani hapa nilipo nakwambia, amenipa pesa yote, yani niko lele lele leo, yani shoga yangu leo tuka enjoy. We usiniambie shoga yangu, amekutumia kwa njia gani? kakupa keshi au amekutumia kwa njia ya simu? Hakuwa na pesa keshi, kwa hiyo aliamua kunitumia kwa njia ya mpesa eh hey, yani shoga yangu weziamini, ile nyumba mimi nilikuwa napangisha aa, kwa mpangaji mmoja nilikuwa na, nafanya kwa laki mbili na nusu lakini yule kaka ameamua kulipia miezi sita, jamani, uwezi amini kanipa shilingi milioni moja na nusu eh! Hey, just imagine shoga yangu. Hongera shoga yangu eh hey, manake yani wewe wapangaji wako wengi ambao wametoka pale, ilikuwa ni vuruvuru mai nyingi yani, mpaka mkabane koo, mvutane mashati, mpekane kwa mjumbe, ndio mtu aweze kulipia kodi yake nzima. Kwa kweli kama umepata engineer, wao wanakwaga na pesa sana, inabidi inabidi umtunze vizuri yule kijana, shoga yangu yani, tusibobaje maneno mengi, wacha tuelekee kwa wakala, tuwe tukatoe huo mwamala, alafu kidogo tuwe tukapoze tuka nafsi, tuwe tukanunua kidogo kabia moja mbili tatu e, nyama choma kidogo tuweze kula, manake pesa kuitafuta ni kazi pia kwenye kuitumia jamani. Ha, inabidi tuitumie kidogo Hey, pesa sinajua, tuna male, tuna male jesho, eh pesa inayobaki nyingine shoga yangu, si unajua tuna mali tuna marejesho eh, inabidi tufanye na marejesho, sio tukajimwaga mwaga sana tukamaliza pesa yote. Basi twende unielekeze kwa wakala mkubwa. Ni upi yuko sehemu gani? Yani kwa hapa mjini wakala ambayo yuko vizuri kwenye mambo ya transaction kubwa kama hizo. Mi naona twende kwa, kwa mama Chanja, ndio mzuri twende, mimi napafahamu sehemu ya kwenda kutolea pesa. a few moments later Shoga, nimebidi nikulete kwa wakala mkubwa ili uweze kutoa pesa yako yote. Maanake hawa wakala wengine ushoroni hawa hawawezi kutoa pesa yote. Unaweza ukaenda pale unaambia na shida ya laki mbili, akakwambia sina pesa. Ndio maana nimekuleta hapa kwa wakala Mama Chanja sababu namjua huyu huwa anafanya kazi mpaka na watu wa benki. Anafanya miamala mikubwa mikubwa mikubwa. Huyu ndiye atakufaa kwa ajili ya kufanya huo mwamala. Una hakika shoga yangu. Anaweza anaweza kuwa na, na, na, na milioni moja na nusu kweli? Huu ukimwangalia hapa eh, yani kuondoa ya swasi, shoga yangu, sisi nikakupeka sehemu ambayo mimi najua shoga yangu atenda kuteseka. Yani hapa nipo kuleta ni uhakika kabisa, hapo kisha kutoa hata milioni tatu hapo unaweza katoa. Yani wewe wakala yuko vizuri, hana mbambamba. Mimi acha nikuache wewe ufanye muamala naye eh. Ukimaliza utanikuta hapo nje na kusubiria, basi sawa. Uh, uh, basi sa, sawa shoga yangu, wewe tangulia nitakukuta hapo nje, ila usiende mbali, si unajua tena, nakujua kujua wewe unapenda mizunguko mingi. Subiri hapo nje, niende nikaongea na huyu wakala, kama atakuwa na chochote kiasi aweza kukitoa, twende tukutule tukafanye tu, tu, tu matanuzi kidogo, unajua. Nisubirie nje shoga yangu, hapo nakuja. Eh, toba sasa, mbona shoga yangu kuniambia kama huyu mama chanja mwenyewe ni mzungu? Jamani, mimi nitawezana naye? <coughs> Shikamo, mama chanja. Good, good, good morning mama chanja. hey, we mama, mbona wanza kupagawa jamani? Hii rangi sikuchanganye mimi, sio mzungu sema, japokuwa wengi, sio kosa lako, wengi wakinionaga mimi huwa wanaanza kuongea Kiingereza, lakini mimi kwa kweli ni mzalamo tu wa pwani. Ukiniangalia vizuri kidogo, rangi yangu ni kama mzungu, lakini mimi ni mchanganyiko hey. Ni mzalamo amejichanganya na mzungu. Kwa hiyo baba yangu mimi ni mtu wa, wa, wa Ulaya, ndio maana ukiniangalia rangi yangu mimi kama, kama mzungu fulani hivi, lakini mimi nichotala chotala tu, mimi ni mzalamo kama kama wazalamo wengine. Kwa hiyo usichanganyikiwe na rangi Ehe niambie binti yangu ulikuwa unataka kutoa, ulikuwa unataka kutoa pesa, eh? Ah, kuowapea ah, kumbe ni mzalamo mwenzangu mimi nikajua wewe ni mzungu, ndo maana niko na hii rangi nikasema, eh, jamani, mzungu huyu mbona shoga yangu kanileta kwa mzungu tena? Kumbe ni wale wazungu wa kuchovya eh. <laughs> Lakini ah, nilikuwa nataka kutoa pesa, jamani, na hela kidogo nyingi, sijui kama utakuwa na balance hapo. Bila shaka binti yangu, ngoja niingie ndani. Mimi na pesa nyingi sana, usinione hivi, mimi ni wakala mkubwa sana hapa mjini. Kwa hiyo ngoja niingie ndani hapa Nende, ni hapa nje, mambo ulikuwa unataka kutoa kiasi gani cha pesa? Ah uh, kwenye balance yangu hapa ya Mpesa na shilingi milioni moja na nusu na senti arobaini. Si unaweza kuwa na balance kidogo niweze kutoa? Ah, ya, unaweza katoa, ni pesa ndogo sana hiyo. Wewe toa tu, endelea na muamala, haina shida. Ah, okay, hiyo namba ya wakala ndio hiyo ambayo iko hapo hapo kutani? Ndio, namba ya wakala ndio hiyo, lakini naweza nikakutajia pia kama utakuwa na wasiwasi labda. Unaweza kaandika po namba ya wakala ya Mpesa ni 37 12 24. Jina itakuja Mama chanja shop. Ok, ndo naingiza hapa. Mara bi nio makini thelathini na saba uh, uh, uh, kumi na mbili. Eh, tayari imeshakutumia hapo, angalia kwenye kwenye nimekutumia kwenye namba yako apo, angalia. Ok, sawa, pesa yako hii hapa. Asante sana, nashukuru na kwa huduma yako. Kwa kweli, unajua kuhudumia wateja vizuri, na kweli nitakuwa ndio sehemu yangu ya kuja kuwa natolea pesa hapa. Nimefurahia sana huduma yako, asante sana mama yangu, mi acha niende.